Mheshimiwa Rais, sisi kwa niaba ya kinamama wa Kusini na wa jimbo hili la Makunduchi tunashukuru sana sana sana kwa mradi huu kwa sababu hali yetu ya maternity haikuwa nzuri sana, na kila nilipokuwa nazunguka katika jimbo la Makunduchi hicho ndo kilikuwa kilio kikubwa cha kinamama, lakini leo hii nashukuru jengo hili litajengwa, na tunakushukuru sana kutenga muda wako kuja hapa. Sisi kinamama tunasema hatuna la kukulipa, isipokuwa malipo yetu yapo tarehe ishirini na tisa Oktoba, lakini jengine ni kukuombea dua, kukuombea dua umalize hili salama.